Karibu. Kwa takriban miezi mitano sasa, taarifa kuhusu hoteli iliyodaiwa kujengwa kwenye kivuko cha Mara imeibua mdahalo e, kwenye mitandao. Hoteli hiyo ya Ritz Carlton sasa ina kibarua cha kujitetea mahakamani baada ya mwanaharakati wa mazingira Joel, e, Meitemei kuishtaki na kutoa ombi kwa mahakama kuamuru kwa hoteli hiyo iondolewe. Mwana habari e, wetu e, Mashirima Kapombe alisafiri hadi Masai Mara kubaini ukweli wa mambo, na hii hapa taarifa yake. Kesi inayotokota mahakamani inaitaka mahakama kutoa amri ya kuondolewa kwa hoteli ya Ritz Carlton Masai Mara kwa madai kuwa iko kwenye kivuko cha nyumbu, wananchi hawakuhusishwa kupitia maoni yao, na kuwa hoteli ilijengwa wakati kulikuwa na agizo lililopiga marufuku ujenzi wa hoteli ndani ya Masai Mara kwa miaka kumi. Tulizungumza na wahusika wote ili kubaini ukweli. Tulianza katika kijiji hiki karibu na lango la Sekenani upande wa mashariki wa Masai Mara, tulipika mkutano ya kuongelea mambo la Mara Management, ambayo ilisemekana sile makambi siko ibaki ikiwa hivo isijengwe, isi, isi, isi tena kupanua sile hoteli ala kujenga hoteli mpya. Tuseme baada ya miaka moja tangu tumalize ile mkutano, sile hoteli ikajengwa. Tulielekea hadi hoteli ya Ritz Carlton, hoteli ya kifahari inayojivunia huduma za kipekee.

So tulizuru vivuko kadhaa, tumefuata mto huu na kufika hapa ambapo ni kivuko cha nne ambacho tumeweza kushuhudia. Vivuko vyote tulivyozuru vilikuwa na mandhari sawa, mandhari ya wazi bila msitu Animals. Utafiti huu unaonyesha namna nyumbu wanavyovuka mto huu. Mistari hii ya zambarau inaashiria nyumbu wanavyozurura hata hivyo walalamishi pia wanadai kuna mapendeleo katika kutoa leseni so why was the office of the head of public service uh, involved in obtaining the exemption for you to obtain a NEMA license you had to obtain a presidential exemption mm -hmm. for that particular moratorium License, uh, for that particular moratorium period. Ben Karia na Manchao Liaram ni miongoni mwa watu 19 na wanaodaiwa kushiriki kikao cha kukusanya maoni. The time I saw the pictures, I recall a meeting. I attended a meeting of a certain dispute. A certain family which I will not mention. Kwa sababu community wanatulaumu sahi, wanasema sisi tumeusa hawa na sisi hatukukua Chifu Denis Naurori anathibitisha kuwa alinakili hoja zote kwenye mkutano. Hatuwezi tupiga barasa bila kukuambia e, hii barasa inahusu nini, na tu, tunajiuliza yuko mtu yenye anaenda e, ataki hii maneno. Hakuna mtu amepinga. Ni wazi kuwa hoja za wasiwasi na za kutuliza nafsi zote zina uzito, lakini ukweli sasa uko mikononi mwa umma na jaji watakaoamua ni nini kitailinda Masai Mara na watu wake ipasavyo. Mashirima Kapombe, runinga ya Citizen, Masai Mara. jamaa wanne wale...